ITV imefika hadi katika eneo hilo na kushuhudia baadhi ya nyumba zikiwa zimezuliwa mapaa likiwemo kanisa hilo na waumini wake, wake wakiabudia chini ya mti ambapo mmoja wa manusura wa ajali hiyo Ibrahimu Msengi anasimbia mkasa huo. Kwenye saa kumi na moja kasoro hii ambo ikaanza, ilikuwa na upepo kweli, katio tumetawanyika. Sasa basi jengo hili likayumba likaanguka. Watoto wawili, watoto wawili na kijana wangu watatu wakafunikwa humo humo. Mimi niliumia kichwani kwenye bega na mgongo na kwenye mkono hapa na, na mguu kidogo. Yule mwingine alijeruhiwa maeneo yapo usoni na kichwani. Ile mwingine alipata majeraha madogo madogo kichwani. Hivi karibuni mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa tahadhari ya uwepo wa mvua nyingi kwenye mikoa 25 ikiwemo mkoa wa Simiyu. Na hapa kupitia athari hizo, mwenyekiti wa mtaa wa Gitoya Victoria Zavala anatoa rai kwa wananchi kupitia hili nyumba ambazo zimekuwa ni za muda mrefu na zinahitaji kukarabatiwa, kupitia waone sasa kwamba kuna uhitaji wa kuanza kukarabati nyumba zao. Akizungumza kwa niaba ya kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Simiyu, mkaguzi msaidizi wa jeshi hilo Inspekta Muhamedi Mkesa anasema dari, ambapo manusura wa tukio hilo walikuwa ni watatu. Wa kwanza alikuwa anaitwa Ibrahimu Yohana, miaka 26, mwanaume, na wa pili ni Denis Anania, miaka tisa, mwanaume, na watatu ni Yasini Salim, miaka 8, mwanaume kwamba kanisa lile lilianguka kutokana na mvua kali iliyonyesha ambayo iliambatana na upepo mkali, na hatimaye kupelekea paa la nyumba kuanguka na hatimaye kuangukia waumini ambao walikuwa wanaendelea na ibada kwenye kanisa hilo. Kutoka hapa katika kanisa la CAG lililopo mtaa wa Gitoya, wilaya ya Bariadi, mkoani Simiyu, Teddy Kilanga, ITV.